Turejee hapa Nairobi ambapo familia moja katika mtaa wa Kayole inatafuta haki kwa jamaa yao aliyeuawa kinyama na mpenzi wake katika eneo hilo. Marehemu Sharon alidungwa kisu mara kadhaa na mchumba wake aliyekuwa akiishi naye baada ya ugomvi wa kinyumbani. Mshukiwa huyo ajulikanaye kwa jina la Sami alitoroka baada ya tukio hilo. Alikuwa amendugandugwa visu visu mingi sana zaidi ya kumi kwa kichwa na, na uchungu ni mwenye alikonfirm ni mtoto sasa. Hii umemsimamishia maisha yake, umemuua tu kifo yenye iko akufe. Umemuua tu akiwa sawa, akiwa mzima, kama yuko mgonjwa. Uchunguzi inaendelea na DCI ya Kayole. So progress report bado tunangoja their, uh, their investigation na mshukiwa hajashikwa. Still on the run and police are doing what is possible to arrest him.